Na wakazi wa wadi ya Tinet katika eneo bunge la Kuresoi Kusini wameandamana wakilalamikia hali mbaya ya barabara ya Mwangati hadi kiwanda cha chai cha Chemusian. Wakazi hao waliokusanyika Kapkembu, na kutembelea umbali wa kilomita kadhaa wanaishinikiza serikali kukarabati barabara hiyo ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mazao ya kilimo. Wakazi hao wamelalamika kuwa bali na hasara ya mazao, hali hiyo imeathiri pia huduma za dharura. Tunauliza huyu MB wetu naitwa Joseph Tonu, ni nini mbaya? Tulikukosea nini? Tulikuchukua asubuhi na mapema ndio ukakuwa mbii yetu na ilali, tunashtuka saa hii tunabeba chai yetu na mgongo, sababu barabara imeharibika. Kwa nini umeharibu maneno? Tulishangaa chusi anakuja kusema ati tumuite harambee atoe shilingi tuseme elfu kumi ati tufunike mshimo shimo ambazo simeye